Akielezea tukio hilo, mfugaji huyo anasema, Sasa nilipofika pale mtoni nikakuta ngombe mbili imekufa hapa mtoni, kama mnapoona mengine yamekufa wakienda, wakikimbia kwenda nyumbani. Mimi, naomba kwa serikali wanisaidie, kwa maana mimi Masai na naitegemea hii mifugo. Sasa hivi watoto wangu wanakufa na njaa, wanategemea maziwa, ulimaji sasa hivi. Wakithibitisha kutokea kwa tukio hili, mwenyekiti wa kitongoji kaimu mtendaji kata, pamoja na mheshimiwa diwani kata ya Kang'ata, nao pia wanasema, ilipofika saa kumi jioni nikapigiwa simu na afisa mifugo wetu wa kijiji cha Kang'ata kwamba kwenye vyanzo vya maji kumetokea changamoto, mifugo imekufa kweli. Ni tukio ambalo ni la kusikitisha sana, kwa sababu mifugo tumekuta mifugo kumi na mbii kumi na tatu imekufa. Tumezunguka kama tunaweza tukaona kwamba tunaweza tukapata kiashiria chochote kinacho sababisha tatizo hili, lakini kwa utaalamu zaidi hatujaona. Kwa hiyo mpaka sasa hivi swala hili limefanyiwa uchunguzi wa kwanza na askari wakatoa tamko kwamba wanapeleka vinasaba, vinasaba hivyo kwa sababu ya uchunguzi zaidi. Kwa hiyo majibu yatatolewa, lakini pia na mimi sikuishia hapo, ikabidi nimpigie mheshimiwa mbunge, akaniambia yuko kwenye ziara zake mbalimbali, lakini pia na yeye alijisikitika sana kwa tukio kama hili kutokea. Kwa hiyo yeye akaahidi kwamba anatuma shilingi milioni moja kwa ajili ya pole kwa waliopatwa na hii changamoto, kipindi hicho serikali kiendelea kufanya uchunguzi zaidi kwamba changamoto imetokeje. Na mi pia ambaye ni mheshimiwa diwani kata hii Akang'ata, Sylvester Luzilo, ninatoa laki tano kwa ajili ya kuwakabidhi kuwapa pole ndugu zetu ili maisha yao mengine yaendelee, huku mambo mengine pia yakiwa ya ya yanaendelea. Sisi serikali ya kijiji, tuwe wavumilivu pamoja na wananchi, wakati tunasubiria mrejesho. Tuwe wavumilivu kwa muda huu, tunajua tumeumia sana, lakini pia tuwe wavumilivu kwa upande wao. Baadhi ya wakulima nao wamelalamikia wa kukauka kwa mazao yao kutokana na ukame uliosababishwa na jua kali, huku ikidaiwa kuwa ukame huu pia umeathiri mifugo baada ya baadhi ya maeneo ya malisho kukosa maji huku mazao nayo yakidaiwa kuanza kunyauka. Hali iliyopo ni mbaya sana na hata muda mfupi tulikuwa tunajadili hapa tukisema kwamba kama hali itaendelea hivi mpaka Januari hatujui hatima ya maisha ya watu walioko hapa. Kwa mifugo haina maji, watu hawana maji. Ndoo ya maji sasa hivi ukibahatisha ya mvua ni mia nane dumu moja mpaka elfu moja na maji ya kawaida ya mengine ya bwawani labda ndio utapata shilingi mia sita mia saba. Kwa hiyo hali ni mbaya na hali ni tete. Kwa ujumla, unavyoona mimea inakauka, mvua zimekuwa kidogo zimetutatiza, zime hazinyeshi. Hofu kubwa ni kukosa mazao, kama unavyoona mahindi yanakauka. Tulitarajia mvua labda, lakini jua ndo limezidi kushamili. Maoni yangu nadhani ni kuzidi kujipanga na mambo ya umwagiliaji, kwa maana tunategemea hali ya, ya mvua, lakini mabadiliko ya nchi yanaonekana hayaruhusu kutegemea hali hizi za mvua. Tunapaswa tujipange na nyenzo za umwagiliaji zaidi.